Yes, bwana, ni usiku wa kumbukizi kwa siku ya kuzaliwa kwa Tokae, mwanafamilia wa Mzee Kikala, naweza nikasema hivyo, mmoja kati ya watoto pendwa kabisa wa Mzee Kikala, na miongoni mwa washiriki, miongoni mwa wasanii, miongoni mwa watu wa karibu ambao wamefika kwenye kusindikiza kuzaliwa kwa dada yetu huyu, ni pamoja na mrembo wetu hapa, anaitwa Taiya, kama vile ambavyo tunamfahamu kwenye tamthilia ya Kombolela, lakini kwa wewe ambaye umeitazama zaidi ni mtoto wa Chiku mwimba taarabu pekee kwenye kizazi cha mzee Kikala. Tunazungumza naye atuambie nini maana ya yeye kuwepo eneo kama hili. Taiya, mambo poa? Poa, niko poa kabisa, mambo yanaenda, mambo yanaenda sawa. Uwepo wa wewe kwenye siku ya kuzaliwa kwa Tukae maana yake nini? Maana yake ni kumpa faraja, kwa sababu yeye ni mfanyakazi mwenzetu, pia ni familia yetu, tushakuwa familia yule mimi namuita mama mdogo popote nikimwona, haijalishi tuwe kwenye kazi au tukiwa nje ya kazi. Kwa hiyo hapa ni kuonyesha upendo kwamba sisi ni familia yake, ukiacha ufanya kazi tunafanya kazi pamoja, lakini sisi ni familia yake mm. Na wa wasanii wa Kombolela wengi wamefika. E, tumekuja kumsapoti mama mdogo tukae hadi bosi, yaani yani, at, hatari kwa sababu tunampenda sana yaani, hivyo siku yake hii ya kuzaliwa, kwa hiyo lazima tumsurprise mara mwisho kufanya mahojiano na wewe ilikuwa kwenye birthday yako. Moja kati ya vitu ambavyo vilipata comment nyingi kuhusiana na umri wako, watu wanasemata ni mkubwa design hiyo. Sasa tunajua sisi maudongo yetu wengine tunategemea yani, udongo wetu wa sijui niseme vipi, kwa maana ni mkubwa lakini unaonekana mdogo, sio? Unaelewa, watakuwa watawaacha kama yani mfano namtolea mamangu hapa B-Star Bisa yule ni wa muda mimi, toka ninamuona yuko vile vile, si ninaelewa? Ndo yani ndio midongo yetu sisi. Kwa hiyo kuna watu wengine wamezaliwa elfu mbili na sita elfu mbili na ngapi, lakini wakisimama na mimi anaonekana yeye mkubwa. Oh, okay. E, na wale ndo wanawahi kuzeeka, lakini mimi still kila siku mtaniona hapa mm. Hapa oh, upande ushuki na kama nilikako kwako eh, yani mimi nitanenepa, nitakonda basi Eh, lakini sijui eti nianze akurefuka hapa tena nisahau <laughs> na pia siwezi siwahi kuzeeka kwa sababu kila siku naonekana mtoto. Mm. Kila siku naonekana mtoto hapo, nikunapataka mimi nini siri ya kuwa hivi? Mi naona ni baraka tu, kwa Mwenyezi Mungu ameamua kunibariki hivi. Sijui sili, sijui yani, sijui niseme yani kujitunza, sijui mambo ya nini nini, hapana. Yani ni baraka tu, Mwenyezi Mungu tu anaamua kwamba kwa kikupa yani kuwa hivi eh, yani sio kwamba eti mimi najikinga naishi naishi, hapana. Situmi chochote, sifanyi chochote. Binti yetu ajambo? Lakini ajambo, yuko poa, yuko poa kabisa. Unatamani akikua aje kuwa na tabia na apite njia ambazo mama yake amepita? Mtume hata hey, moja asipite. Hmm. Hey. <laughs> Mbona njia mbaya kiasi hiko? Sio njia mbaya ila njia zangu mimi nilikuwa yani mimi mchaluka nilikuwa sielewi. Mm. Eh, kwao nataka mtu frani hivi mpole. Eh, lakini sasa mimi nilikuwa yani hatari kwa sababu mimi nikisikia muziki siwezi kutulia. Mimi mtoto mdogo nikisikia yani muziki nishafunga kanga nimekiambia yani sielewi. Kwa hiyo mwanangu sitaki apite njia zile, kwa sababu huu utandawazi tumefika, lazima asome sana, ili mradi afikishe malengo yake, lakini sisi hapa tu tumekuwa hivyo yani yani, mimi toka nakuwa na kipaji kinaonekana, yani sijui unanielewa, ila mimi mwanangu mpaka sahivi sijajua na kipaji gani e, kwao. Lakini natamani asipite njia zangu, ila ikitokea na njia zake sawa, lakini kama akiwa na kipaji kama chako cha ja kuigiza unahisi ni sawa ku, ku, kuwa naye mwigizaji ni safu, nitafurahi sana mm. e. <laughs> simtengenezi mara moja moja, umeweke kwenye clip tumuone nini mm, mjeuri huyo. <laughs> au babake hataki Ha, amna <laughs> amna tu, yeye mwenyewe namuona kabisa so mtu. Yaani kamera labda yani, achukue kamera acheze sisi nini simu na hizo. Kwa labda umri bado mdogo sijajua, ila kuna umri akifika akinionyesha kwamba anataka, namuona kwamba nikimweka kwenye, yani, kwa ni, kwenye viklipu anakaa, basi nitafanya hivyo ila kwa sasa hivi. ha, yani hana muda. Eh yani sio mambo yake yake watu mm. wamemiss Taiya, watu wamuoni wenye Kombolela tena nawaambia mashabiki zangu sijui Taiya atarudi kwa, kwa njia gani au atarudi vipi, lakini msiache kufuatilia Kombolela, maana yajayo yanafurahisha, tena yanafurahisha haswa. Mimi sasa narudi misijui, unajua <laughs> Mimi sijui <laughs> ila habari eh, hatari na nusu tudokezee wala kwa uchache. Sina hata cha kudokeza kwa sababu mwenyewe nishasahau. Mm. kwenye kwenye Kombolela umechorwa kama vile umeenda masomoni, tufahamu hivyo ama kuna vitu ambavyo vipo behind the scene? Hapana, hiyo story ndio ilivyokuwa, hivyo lazima niende masomoni ili story iendelee. Mwenyewe anajua mtunzi anachokiandika, lakini mambo mazuri zaidi anakuja, wala msikate tamaa. Yaani Kombolela ni moto moto wa kuotea mbali mm. Na kuna zile ambazo tunazisikia sikia mitaani, unajua mtaa huu ana kunyima masuala ya pesa na riziki, maneno waukunyimi Taiya bwana. Kuna makosa fulani ameyafanya bosi, kampa adhabu kama aende kijijini kwao apumzike kidogo. Adhabu kwa unavyoona, mimi naweza nikafanya kosa gani kwa binadamu, lakini ando na na wewe ni sasa, nakuuliza kwa unavyoona wewe, mimi naweza nikafanya kosa gani nikaadhibiwa hivyo? Ndio nilitamani nikuulize kosa gani like, ni, ni, ni umelifanya. Hapana, ile story za Kikala pia alivyosafiri alivyosafirishwa kwenda Kigoma, pia naye alimkosea bosi, ana mambo yake. Hapana, yaani hiyo ni story, lazima kwanza. Kuna watu, kuna muda lazima ufe kwenye story, lazima upumzike. Hivyo sasa si bora mimi nilipopumzika naweza nikarudi. Ukiuliwa unarudi wapi? Unakuwa mzimu, mpaka watakuchoka mzimu. Mzimu gani? Kila siku unarudi, hmm. e. unatamani una siku uliwe, namwandishi? Sitamani ugali tena, utamani uliwe? Hapana, sitamani Mr. Man. Kwa maana na imeisha. Eh, sasa so kumbe vipi alorudi nkiulalizikao mm. ameishami natamani nikuchonganishe kidogo. Juzi palikuwa na tuzo za Zikomo. Bila shaka umefuatilia na umeona. Miongoni mwa watu ambao umepata, kwanza ni Violet. Violet moja kati ya wasanii ambao wanatoka kwenye tamthilia ya dunia na namini auwa nafahamu e, ambayo ipo kwa baba Asma. Violet amepata tuzo ya Best I mean, Zikomo Best Upcoming Actress 2025. Swali la msingi, kipaji cha Violet na kupata ile tuzo, wewe unavyoisi, amestahili ama amependelewa? Kwanza mimi, kusema ukweli wa Mungu, Dunia mimi naisikia sikala, sijawahi kukaa chini kuiangalia, lakini pia huyo msichana um, uliomtaji hapa, yani msanii um, mwenzangu, si Violet, sijawahi kukutana naye, lakini huwa vi klipu klipu vinapita, huwa navionaga ni msanii mzuri, amestahili kupata tuzo. Siwezi kusema kwa sababu gani, haja sasa. Mimi sio mtu, mimi sio director, mimi sio producer, mimi sio kila kitu, lakini amestahili, na azidi kupambana apate tena nyingine, sio tena new upcoming. E, apambane sana. Tamthilia Noma unafuatilia? Hapana, sija kuangalia, sija kukaa kuangalia, ila najua tu kuna tamthilia okay. inaanza inakuja kwetu tayo, tamthilia yenyewe kuna muda siangalie Soto nasema, mbona yeye yeye mbona Taiya yupo kwenye tuzo, watu waona nacho kifanya. Uh, unajua nini, wakati wa Mungu na kila kitu kina wakati wake ki, ukiona sijakuwepo ujue Mwenyezi Mungu hajapanga eh. Ikipangwa siku na mimi kwenye nominees zote yoyote ile, lakini kwa sasa hivi bado tunapambana, unajua eh. Watu mimi nimefanya kazi, kazi nyingi sana na watu wanajua lakini mpaka ukiona watu, kwa sababu kila siku watu wanazaliwa, ila mpaka ukiona mimi nimeingizwa kwenye tuzo, unajua wao ndo wakati wangu ehza, nime mpaka nimeingia pale, unakuta nimeingia na nimeshinda, nime kuliko kuanza kuharakisha vitu. Mimi sio mtu wa hivyo unajua eh, ila ikitokea nimekuepo nitawaambia mashabiki zangu mnipigie kula, lakini napenda na natamani, ila najua wakati haujafika. Mmm, wakati hujafika. Kwani kuna mtu ambaye huwa anakupendekeza ama mwingine anapendekeza, yani kwenye tuzo kutokana na kazi ilo shiriki kwenye tuzo na msanii ndo anatoka? Na e, yani weeye a wana, hmm. Mtani kule anasema siku hizi kama Kombolela inaenda kuangushwa ina tamthilia noma. Bahati mbaya umeniambia noma utazami, kwa hiyo hata nikikuuliza ile swali, sijui kama utaweza kulijibia vizuri. Yani kama sioni, lakini wewe ulisikia wapi? Sasa wao oh, wanasema no, kwamba Kombolela inaangushwa sawa. Si atusemi chochote, ila sasa hivi kila mtu akae upande wake, msijewa upande wa huku akaja huku, maanake unajua, ndio kwanza tunaanza sisi. Tupo mbali, huwezi kulinganisha vitu, huwezi kulinganisha Bistari na mimi. Mimi nimeanza juzi, utaniambia mimi sasa hivi mimi mzuri, lakini ujue Bistari kuaje? Alipokuwa mdogo, alipokuwa msichana. Kwa sisi wakongwe, siwezi kuongea kitu chochote lakini kila mtu b wa, wa, wa, wa, hey, wa, hey, wa b aafu tutajua. Sisi tunafanya si, si, tunafanya kazi yetu, sisi bado tupo kwenye kazi, tunapambana na tunapiga kazi, uswahili kama wote, sio shida zetu wala tuogope dudu wala mende. Eh, Noma amechukua best series, TV series, sisi tumechukua tuzo ngapi? Sitaki kusema, kwao ni wakati wao na wao Eh, kitu kizuri kinaonekana kwa kama kizuri mashallah, ila sisi tunapambana kwa uwezo wetu, ila Kombolela bado haijashuka. Mmm, nasema wakati nyinyi mnachukua tuzo Noma ikuepo kwa sasa hivi, hakuna tuzo mtakayochukua wao. Kiwepo, si upo? Basi endelea kuwepo, inshallah Mwenyezi Mungu akupe umri, au nasemaje? <laughs> maana unajua msiongee sana sawa? so, wacho watambo wa, wa ongea wanavyoweza sio, naelewa. Lakini Kombolela, Kombolela haijaanza leo na Kombolela haitaisha leo. Kwa tuendelee, wame kila mtu alweka mipaka yake, yani wewe kama una uko upande fulani sawa, uko upande fulani sawa. Ila angalia angalizo. Wa upande wa upande hakuna kuhama sisi hata udi mmoja mmoja hiyo hiyo nyimbo isipigwe. Kwa sababu nisa <laughs> kuongea kitu. Bosi tisa anajua anajua mpaka anajua tena. Kwa hiyo anajua anachokifanya. Kwa msimlinganishe msi, msi, msi, msi, msi, msi, bista na Taia. Bista uko na miaka mingapi? Mimi na miaka mingapi? Tofauti kwa na mimi, kuna muda nikifika uzeeni watakuja wasichana wa, wazuri wa kama sahizi mimi hapa. Anakuja mtu elfu mbili na sita sahizi, unilinganishe na mimi. 2006, unilinganishe nami wewe? 2000 na ngapi? Ukumbushe, ukumbushe aka, nimeona hiyo 2006. Sijasema kwa ndo hivyo, wewe ukifikiria tu hivyo basi sawa. Kila mtu anatamba kwa wakati wake, ila sio useme kwamba Kombolela imeshuka. Kombolela haijashuka na haiwezi kushuka na kuishisha Kombolela kwa kuishisha Kombolela hakuna. Basi ile kukosa tuzo, nyinyi kuwafanyi kama vile muone da ah. <coughs> Yaani, kama wewe kila siku sikukuu ule kuku kuku, sikukuu moja ukose kuku ulalamike? Si unasema tu leo riski ampata wenzangu, mimi nipumzike. Au kaida hata tulalamike na, tulalamike na nini? Yaani kile basi utakuwa mchua fadhila. Kila riski wea kwako, kila riski wea kwako takuwa hatari. Neno la mwisho la kumalizia kwa mashabiki zako ambao wamekumisi Yani, wamenimisi lakini nimekuja okay. Kivingine, si unaelewa, mashabiki zangu nawapenda, najua mmenimisi tayarudi, tayarudi, tayarudi tayarudi. Nakwambiaje, usiache kufuatilia Kombolela, maana yani vitu vizuri vinakuja, afu hamtaamini. Si mnanielewa, si hatunaga show mbovu, hatunaga kazi mbovu, bosi Abdul hajae kukosea. Yani Kombolela kile inavyozidi kwenda ndo inazidi kuchemka tuli wewe yani, sinema zetu weka chini, alafu msubirie Taiya anakujaje. Mtapenda siju mtap... yani, mtaju utanitafuta sio? <laughs> mm. mm. sio shida zangu, naongea sana. kabila gani mimi? Mzaramu, mzaramu tena mzaramu wa Mwanalumango, mwenyeji hapa hapa, sio mkoani mimi. Sina Christmas mbili wala tatu wala nne. Mimi nimezaliwa Boniaiya, nimezaliwa Mwimbili. Wala ujeje ni, na basi la msiba wewe. La nini? Msiba gani? Mimi hata uko mikoa nyenye nikifika, najiuliza naenda kwa nani? Sina ndugu, labda ndugu yangu aolewe. Mimi hapa hapa taondoka mtaniacho.